naitwa Ustazi Abdurahim. Tunashukuru, tumesafiri na taasisi ya Zamzam tukiwa watu mia moja na hamsini na sita. Tumerudi watu wa kundi la kwanza la hamsini na sita tukarudi watu hamsini wa leo. Inshallah, tunatarajia wenzetu kesho tena watarudi. Tunashukuru kwa mapokezi makubwa waliofanya ndugu zetu, yote hawa ni mapenzi tu, hakuna jambo lingine. Namwomba Mwenyezi Mungu tuzidi kuwa na mshikamano inshallah. Unaweza kutufafanulia ni mapenzi gani haya kwa sababu wameshuka watu wengi mahujaji, lakini eh, shamra shamra za mapokezi zimekuwa kubwa sana na nyimbo baada ya kuwasili wewe. Unadhani ni kitu gani? Haa, ni mapenzi tu kwa ajili ya Mungu. Ni watu gani kwani hawa walikuja kukupokea? Ni, ni, ni wenzetu tu katika imani, ni wanafunzi wenzangu. Naana? Haa, katika madrasa katika madrasa, katika hababu rasuli E, hihababu rasuli wote tumepokelewa, a wote wamekuja kuwapokea watu e. E, kwa na wa hababu rasuli maujaji, Ma wito wetu ni kwamba tupambane kuishi kama hija inavyotaka, na ambao hawajahiji Mwenyezi Mungu wajalie waende kuhiji, Mwenyezi Mungu ajalie kheri inshallah. Rabbana takabbal e, wa wa minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Ali Haruna Muhammedi, ni shekhe wa wilaya ya Kaliwa, mkoa wa Tabora. Na mshukuru Mwenyezi Mungu <clears throat> tumefika muda huu kutoka Madinatu lmunawara katika ibada ya hija miongoni mwa nguzo katika nguzo za dini hii ya Kiislamu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama alhamdulillah. Labda kuna jambo gani ambalo unaweza ukatupa ujumbe kutokana na msururu au mrorongo mzima wa ibada ya Hija, yale ambayo ulikuwa unayajua na yale ambayo ulikuwa uyajui na yale ulioyashuhudia kule? Kifupi ni kwamba kwanza ninashauri na, na washauri Waislamu wote kwa ujumla kila mmoja atie nia ya kwenda kuhiji nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Ukiachilia mbali kwamba hija ni faradhi ifahamike kwamba katika Alkaba ile ndipo ambapo Mwenyezi Mungu alipoanza kuikunjulia ardhi. Kwa hiyo kusambaa kwa ardhi dunia nzima kumetokana na ile, lile eneo la Alkaba, eneo la Maka lile, ardhi imeanzia pale ikatandazwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo kama ni ni, ni, ni, ni, ni watu ambao tunaingia tuna, tuna kwenye utambuzi. Ilikuwa ni sehemu ambayo watu walikuwa wanatakiwa wakashuhudie kwenye kwa macho yao, kwa sababu kama mimi ninayekaa Tabora kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Tabora ni kilomita mia tisa na ishirini na lakini, ile ardhi ya Tabora asili yake na chanzo sake ni kutokea wapi? Ni kutokea Maka. Kwa hiyo nimekwenda nimeona kwamba, ha, kumbe sababu za kuwepo kwa ardhi ni hapa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, lakini pia jiwe lile wakati linateremka kutoka mbinguni lilikuwa ni jeupe sana. Baada ya kufika ardhini likawa ni jeusi kwa sababu ya madhambi ya watu. Sasa kwenda sisi kuangalia asili ya yale maumbile yetu na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni jambo ambalo ni muhimu sana katika Uislamu. Kwa hiyo, la kwanza, ushauri wangu kwa Waislamu yoyote mwenye kuweza basi aende akatekeleze ibada hiyo ya Hija, lakini la pili, tumekuja Madina tumeishi Madina, tumezunguka katika maeneo mbalimbali mbali ya kihistoria, na kubwa zaidi ni pale tulipopata nafasi ya kuingia kwenye raudha, kipande ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikisimulia kwamba ni eneo la peponi ambalo liko hapa duniani. Ukisali pale ukaomba ya kwako, Mwenyezi Mungu anakukubalia. Ni kipande ambacho ni tofauti na vipande vingine vyote ambavyo viko ardhini hapa. Kwa hiyo watu wakifika pale pia, wakamweleza Mwenyezi Mungu ya kwao, basi watakuwa wamefanya jambo kubwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Yasini Shabani, niko airport hapa nimekuja kumpokea shemeji yangu anatoka Hija, ni mkurugenzi wa taasisi ya Ali mimi nipo kama shemeji yake. Naam. Labda una maoni gani au furaha yako kuhusu kumpokea ndugu yako hapa baada ya Hija? Eh, alhamdulillah, furaha ni kubwa, nachoomba kwamba Nami Allah nijalie nifike kwa sababu sijawahi kwenda, lakini pia changamoto zilizoziona hapa, watu wanaokuja kupokea wageni hapa airport ambao wanakuja kupokea wanapata tabu. Safari ni mkubwa, utaratibu hapa ni kidogo mtihani, watu wamekaa zaidi ya nusu saa wanasubiri kuingia kumundani. Naam. Huyo mguya anasema kwamba anaishi wapi? Ametokea mkoa gani? Anaishi hapa hapa Dar es Salaam wilaya ya Kinondoni, no, no, Kigamboni. Kwa hiyo baada ya kumpokea hapa, tutaelekea Kigamboni kwa ajili ya kumkaribisha zaidi. Safari yake ya kwanza, ndio, safari yake ya kwanza. Shukuran rahmani rahim, mimi kwa jina naitwa Hassan Salum Bahaj. leo nimekuja kumpokea ndugu yangu Yusuf Salum Bahaj ambaye anatokea katika ibada ya Haji, na inshallah tuna furaha ya kuwa wametimiza ibada yao na sisi tunamwomba Allah tujalie insha allah tuweze kufika na sisi katika sehemu takatifu na kumlilia Allah kwa yale mapungufu tuliyo nayo. Labda mna furaha gani leo kumpokea ndugu yenu? Wallahi, furaha haina kifani, furaha haina kifani kwa sababu ni jambo kubwa, ibada kubwa ina changamoto zake za hapa na pale, kutokana na umbali, kadhia ya hapa na pale. Kwa hiyo alhamdulillah, madam amekwenda salama, wamerudi salama, tunamwomba Allah ajalie haji yao iwe haji maburura wa dhamba maghfura. Naam, amesafiri kupitia taasisi gani labda? Amesafiri kupitia taasisi ya Zamzam alhamdulillah, tumepewa taarifa na rejea leo. Leo tumepewa taarifa saa tano na nusu watashuka hapa Inshallah, Allah ndo tunawasubiri kwa hamu kubwa sana. Yalla, shukran Bismillahi rahmani rahim, assalamu alaikum. Mimi naitwa ukti mwana kutoka taasisi ya Zamzam Center, tukiwepo leo hapa airport kwa kuwapokea mahujaji wetu, kundi la mahujaji watu hamsini, ikiongozwa na Sheikh Abdul Katungunya, akifuatia Sheikh Ibrahim, pia kuna Hajat Fatuma Albeti. Katika uwepowepo hapa sisi viongozi au wafanyakazi wa Zamzam Center tunashukuru sana kwa wenzetu kwenda kufanya ibada ya hija, na tunafurahi sana kwa siku hii ya leo kuwepo hapa airport kuwapokea maujaji wetu miongozi wa Zamzam Center, wakiwepo wengine wako nje, na sisi tuliokuwa hapa wafanyakazi, tukishirikiana na wananchi wenzetu wote, kuja sherehe kufurahikia na kuwapokea maujaji wetu naona watu wengi wamekuja tayari hapo kwa ajili ya kupokea ndugu zao eh, hey, maoni, kufura, msenta, kupokea ndugu zao. Labda una wito gani kwa ndugu na jamaa ambao wamekuja kwa alaka ndugu zao hapa leo, unawapa maoni gani? Maoni kwa furaha kubwa sana tunawakaribisha Zamzam Center, baada ya kuwapokea ndugu zao, lakini pia tunahitaji na wengine wachukue fursa hii kwa leo. Kwa wengine wote tunawakaribisha Zamzam Center, tunaanza kupokea masuala ya umra, masuala ya haji kwa yoyote tumefurahi kuwaleta ndugu zenu na kuja kuwapokea. Na sisi wenyewe tunawakaribisha ndugu jamaa na marafiki, mkaribie Zamzam Centre.